So, to Kristo to so so. Kwa majina anaitwa Kristopo Sylvester, inasoma kwa shule ya St. Margaret Maria Alacoque. Kwa kweli kuhusiana na hija, namshukuru sana Mungu kwa kutupatia nafasi hii, ametupatia afya na pia ametuongoza katika safari toka Igunga mpaka hapa Tabora Ifucha. Pia ninashukuru uongozi wa kanisa Katoliki kwa kuona umuhimu wa sisi vijana kuja kujikabidhi kwa Mungu kumwomba Mungu atusaidia katika maisha yetu. Asante. Mikanga, oa katika shule ya Mtakatifu Nzega.

natokea shule ya St. Thomas Aquinas Secondary School iliyopo Usongo, mm -hmm. Kwanza kabisa napenda mm -hmm. kutoa shukrani za dhati kwa Mungu, wewe mwenyezi kwa kujalia zaidi ya uhai

Christina Malisa natokea miayo sekondari. Matarajio baada ya hija hii ya wanafunzi, kwanza ni kuongezeka kwa imani na uchaji wa Mungu kwa wanafunzi, pili kuongezeka kwa heshima, kuongezeka kwa tabia na kuimarika katika masuala ya kijamii, pamoja na nafasi ambazo walizonazo katika maisha yao kama wanafunzi. Mwalimu hapa kutoka shule ya sekondari Queen of Peace. Mwalimu unaweza kutuambia nini matarajio yako juu ya hija hii ya wanafunzi kutoka katika kituo chetu cha hija Ifucha? Matarajio ambayo yanayotokana ni ni mengi sana. Lakini kikubwa tu kiroho, naamini watoto wangu watakuwa na Mwenyezi Mungu atawasaidia. Kwa hiyo hata itakuwa ni rahisi yaapatikana. Asante sana mwalimu, uwe na siku njema. Tunaye sista hapa kutoka shirika la mabinti wa Maria na na swali dogo tu ambalo nataka nimuulize sista. Tunaomba utusaidie, nini matarajio yako kuhusiana na hija hii ya wanafunzi hapa kituo cha hija yetu hapa Ifucha? Asante. Kwanza naitwa Sista Maria Besa Kusunzu kwa shirika la mabinti wa Maria. Katika kituo hiki cha Ifucha tuna matarajio kwamba kitawajenga vijana wetu kiroho na kimwili kwa hiyo tunapokuja huku tunapata utulivu, tunasali. Alafu hatuishii tu kusali, watoto wanajifunza mengi. Pia tunawapata watu ambao wataguswa na kupata miito baadaye. Asante sana sista, endelea kuwa na utumi mwema. Asante. Tunaye mwalimu kutoka shule Thomas. Basi kwani nini matarajio yako katika hicha kituo cha hija Ifucha kutokana na hija tuliyofanya wanafunzi wetu hawa? Ah, matarajio yangu ni kwamba kwa wanafunzi. Jamaa gani wataongezeka na hayo shiriki itakuwa zaidi ya hapa. Asante sana, endelea kuwa na siku njema. Asante sana na mwanafunzi kutoka shule ya sekondari High Hope. Ndugu yetu, kwanza nini matarajio yako juu ya hija hii Ifucha katika kituo chetu cha hija hii Ifucha? Matarajio yangu kutokea kwenye hii hija ni kwamba maombi yetu yajibiwe, kwamba wazazi wetu, mitihani yetu na madarasa yaliyoko mbele yetu, mitihani na maanisha kwamba Mungu atusaidie, kwamba tunapoenda nyumbani, hija hii ikapate kuwa nzuri na yenye kupendeza zaidi, ili tuweze kufikia matarajio yetu na mafanikio yetu ambayo tulikuwa tumeomba katika hija hii. Asante sana, uendelee kuwa na siku njema. Kwa majina naitwa Teresia vitu kutokea Mianzi sekondari Tabora. Baada ya hija hii, natarajia matokeo mazuri kwa wanafunzi, hasa hasa sisi wa form 2 na form 4, tunaelekea mitihani yetu ya taifa. Tunaamini baada ya hija hii, matokeo yetu mtihani wa taifa yatakuwa ya mazuri sana. Kwa sababu tunaamini Mungu upo pamoja nasi. Kwa jina naitwa Padre Salvatore Maganga ni katibu wa idara ya elimu jimbo kuu Katoliki la Tabora. Leo tulikuwa na hija ya taasisi za elimu katika jimbo kuu la Tabora. Hivyo tulifanya hija katika kituo chetu cha hija cha Ifucha Holo na tumekuwa na mahujaji kutoka shule za msingi na sekondari jimboni Tabora, pamoja na walimu na wahudumu wengine wasio walimu kutoka katika shule zetu. Katika hija ya leo, tunatumaini tuna na kutarajia kwamba imekuwa ni hija yenye mafanikio kwa ushiriki wa mahujaji kutoka katika shule za msingi na sekondari, pamoja na waalimu na watumishi wasio waalimu. Na baada ya hija hii, kulingana na mafundisho pamoja na tafakari na sala zilizofanyika, ni matarajio yetu kwamba kwanza watu wamejichotea neema na baraka kwa ushiriki wao katika hija hii, lakini kulingana na mafundisho na tafakari, basi tunatarajia kuona kwamba katika taasisi zetu za elimu, walimu, wanafunzi na wahudumu watakuwa na mwamko mpya katika utekelezaji wa majukumu yao na hasa kutambua jukumu na lengo la uwepo wa taasisi za elimu, na kila mmoja katika taasisi hizi analengwa kufanya nini kwa ajili ya ukombozi kamili wa mwanafunzi ama mwanadamu ambaye anapata huduma ya elimu katika taasisi hizi. Tunategemea utendaji kwa watumishi wetu, tutakuwa na mabadiliko hasa kutambua kwamba wao kama walezi ni wazazi ao kama walezi ni, ni mfano na kielelezo cha yale wanayoyaishi. Lakini kwa namna pekee, wao wanapaswa kuwa pia mfano na kielelezo cha imani, ambapo sasa wale wanaolelewa, wanaoelimishwa na wanaofundishwa wanapaswa kujifunza kwa mifano bora ya walezi na wazazi wao, lakini pia kutambua kwamba wanafunzi wao wenyewe pia wanapaswa kuitambua malengo yao katika safari ya kutafuta elimu hasa kwa kulenga ndoto zao na matarajio yao. Kwa hiyo katika kutafuta kutimiza ndoto na malengo yao, wanapaswa pia wao kujifunza namna ya kuweza kutimiza ndoto hizo hasa kwa kujali na kutambua mahitaji ya wakati na nini ambacho kwa sasa wanapaswa kukitafuta kulingana na mahitaji ya soko la ajira, lakini pia kwa ajili ya ukombozi wa maisha ya wanadamu katika ukamilifu wake. Na hivyo basi, vijana wetu pia tunatarajia kwamba wataweza kutambua ni kwa namna na gani wanaweza kujikita katika kutafuta stadi za kujitambua kwamba wao ni akina nani. Wana wako wapi, wanatafuta nini, na wanapaswa kufikaje na ni njia gani zinaweza kuwasaidia kwa kufikia malengo, lakini pia wanapaswa kutambua kwamba katika nyakati zetu wako katika taasisi za elimu kwa kutafuta namna wanavyoweza kuwa watatuzi wa matatizo na changamoto ambazo wanakutana nazo katika maisha kwao ni lazima wafanye bidii zaidi katika kujifunza ili wawe na uelewa mpana kwa ajili ya kuweza kutambua na kuweza kupata suluhisho la changamoto mbalimbali zinazowakabili watu, lakini na wao pia kadiri ya mazingira wanayoishi na wanayokutana nayo katika maisha, lakini pia katika kusaidia wenzao pia ambao wanakumbana na hizo changamoto lakini pia kutambua ni kwa namna gani basi wanapaswa kuwasiliana na watu wengine ili kuweza kufanikiwa katika yale ambayo wanayatamani na kuyata, na kuyatafuta. Lakini namna gani waweze kuwa na stadi za usikivu, utayari wa kuelekezwa, kujifunza na pia kutambua mahitaji ya nyakati kwa kupitia mafundisho na maelezo ama maelekezo kutoka kwa walezi na walimu wao. Na mwisho kwa upande wa walezi na walimu, kutambua kwamba wao wana nafasi kubwa katika malezi ya vijana walioko katika shule na chini ya maongozi yao, hivyo wanapaswa na wao kujibidisha, kwanza waweze kuwa na stadi mbali mbalimbali za maisha kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi ili waweze kukua na hivyo wao wana changamoto ya kutafuta ujuzi na weledi zaidi katika kuona namna gani wanaweza kuwasaidia wanafunzi ili kuweza kufikia malengo yao, lakini kwa namna ya pekee watambue kwamba pia wao katika utendaji wao wanafanya kazi ya utume ya kuinjilisha, lakini kutambua kwamba shule ni, ni vituo ambavyo vya uinjilishaji hasa katika ulimwengu huu kwa sababu ndio mazingira ambayo wanakutana na wanafunzi wengi, na hivyo kwa shule za kanisa ni muhimu sana kuona kwamba katika utoaji wa elimu hii dunia kunakuwa na mipango madhubuti na programu mbalimbali ambazo zinaingizwa zinazohusu maisha ya kiroho, kujitambua, lakini pia stadi za kuweza kuweza kukabiliana na changamoto mbalimbali ambazo wanafunzi wanakutana nazo koo ni matamanio na matarajio kwamba yetu kama kanisa baada ya hija hii, tutakuwa na mafanikio makubwa katika taasisi za elimu, lakini pia kwa upande wa wanafunzi watakuwa wamepata kitu cha kuwasaidia kuweza kujitambua, lakini kuona kwamba kuna hitaji la msingi na muhimu katika kujitahidi kutafuta elimu, lakini pia kutambua kwamba usikivu na ufuatiliaji wa yale yote ambayo wanaelekezwa ni muhimu katika kutimiza ndoto zao na kufikia lengo la kila mmoja wao. Tunashukuru, imekuwa ni hija yenye mafanikio na imekuwa ni hija ambayo yenye tija kwa wanafunzi pamoja na walezi katika shule zetu, na hivyo katika mwezi huu wa kumi wa Mama Bikira Maria, hija yetu hii imekuwa ni ya mwisho katika kufunga mwezi huu. Tuna imani na tunatumaini tutakuwa tumejichotea neema na baraka nyingi kupitia maombezi ya Mama Bikira Maria katika sala ya Rozari na katika maombezi ya misioni katika kipindi hiki cha mwezi wa kumi, basi kwa ajili ya uenezaji imani, lakini pia kwa ajili ya mito mitakatifu katika kanisa. Tumsifu Yesu Kristo.